Kama ambavyo ninavyohusia nafsi yangu katika swala zima la ucha Mungu, na huo ni wasia wa Allah subhanahu wataala kwa umma zote, na pia huo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam katika umma huu. Ibadallah, mcheni Allah subhanahu wataala kwa kutekeleza awamiri zake na mcheni Allah subhanahu wataala kwa kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa taala. Na huo ndio ucha Mungu wa kweli, na hao ndio watakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wataala siku ambayo haina shaka ndani yake. Ibadallah, inna nasra llahi subhanahu wataala

kwa wale walioamini wa miongoni mwenu na wakatenda matendo mema, walioamini wa miongoni mwenu na wakatenda matendo mema wako chini ya ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba atawafanya hao walioamini na kutenda matendo mema kwamba ni makhalifa katika ardhi, ni watawala katika ardhi.

wala ubadilanna lahum min ba'di khawfihim amnan, pia Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia hofu aliyekuwa nayo atawekea, atawaletea amani. Yaabudunani wala yushrikuna bihi shay'an, wataniabudu mimi hali ya kuwa wana amani na wala hawatanishirikisha na chochote. Hii ni ahadi inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Allah ameahidi atawafanya kuwa ni watawala katika ardhi. Allah Subhanahu wa Taala atawasimamishia dini anayeiridhia yeye Allah Subhanahu wa Taala. Pia Allah atawabadilishia hofu yao kuwa na amani, na Allah haendi kinyume na ahadi yake. Tatizo inawezekana ni katika imani Tatizo inawezekana ni katika matendo mema. Imani ambayo mja anayo ndiyo imani aliyoielekeza Allah subhanahu wataala, matendo mema anayoyatenda ndiyo hayo aliyaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka inafikia mwislamu anasema nusra ya Allah itafika lini? Una imani ya kweli wewe una matendo mema wewe, ili upate nusra ya Allah subhanahu wa taala, ili Allah akusimamishie dini anayeridhia yeye, Allah akubadilishie hofu yako kuwa na amani. Kwa hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa taala, na yeye amesema nusra yake ipo karibu mno na waja wake. Uliona katika khutba iliyotangulia kwa miongoni mwa masharti ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa masharti ya kutoka katika ugandamizaji kuna masharti makuu matatu. La kwanza ni al-imanul haqiqiyya billah, imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, ataqwa, uchamungu. Tatu, athibatu ala manhajillah, ni mtu kudumu katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama haya yote matatu hakuna, usitegemee utapata nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ipatikane moja katika haya matatu, bado nusura ya Allah haitafika. na zipo njia na sababu za kupata nusra ya Allah subhanahu wataala. Haya ni masharti. Moja ya sababu al ibadati, mtu kudumu katika ibada. Unataka nusra ya Allah subhanahu wataala, je, unadumu katika ibada? Unatekeleza faraidhi za Allah subhanahu wataala unatekeleza ibada za sunna alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyofundisha, kwani ibada ndiyo roho ya nusra kutoka kwa Allah subhanahu wataala. Na Allah subhanahu wataala anatuambia aa, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini um

na wafasiri wanasema matendo ya kheri yanayokusudiwa tekelezeni ibada za sunna. Mwisho, Allah subhanahu wataala anasema laallakum tuflihun, hakika mtafaulu, mtapata nusra ya Allah subhanahu wataala, mtafaulu katika maisha haya ya dunia, pia mtafaulu mbele ya Allah subhanahu wataala. Na kipimo kila mmoja anacho ibada anazozifanya zinakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ibada anazozifanya zinarejeshwa hazikubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja ya kipimo kikubwa, unapofanya ibada, basi kile kinachofuatia kitakuwa ni ibada ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kuliko ulivyoifanya. Hiyo ni alama kwamba mja ibada zake zinakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani mja anafanya ibada kutoka katika ibada akaenda akafanya maasi. Kwa maana ibada aliyoifanya haijakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni alama kubwa ya kila mmoja kujipima. Unaswali baada ya swala nini unachokifanya? Unakuwa muongo, unakuwa msengenyaji, unakuwa dhalim, unafanya ghishu, unakuwa mlaghai, fahamu kwamba ibada zako hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili au sababu ya pili ni wahdatu wa tarku tafarukun, ni Waislamu kuwa wamoja. Hawezekani mkapata nusura ya Allah wakati kila mmoja na lake kila mmoja na kundi lake na kila kundi linaona kwamba wao ndio wako sahihi katika uongofu, na wote ni Waislamu. Hii ni moja ya sababu ya kukosa nusra ya Allah subhanahu wa taala, kwani kuwa wamoja ni amri ya Allah subhanahu wa taala kwa waja wake waumini pale aliposema ya ayuha alladhina amanu takuu llaha haqqa

wa ibada Allah, kila mmoja kuwa na lake, ni moja ya sababu ya kutokupata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila watu wakawa na kundi lao, na kila mmoja anajinasibisha kwamba yeye yupo ndani ya uongofu na mwenzake amepotea. Nusra ya Allah haita haitashuka.

Na kuhusieni mara ya pili katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza awamiri zake na kukatazika na yale aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika hadithi ambayo inaisimuliwa na Abi Huraira razi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema inna Allah yarda lakum al thalatha Allah subhanahu wa Ta'ala anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu, na jambo ambalo Allah analoliridhia hilo ni amri kwa Allah subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa Ta'ala analiridhia, jambo hilo ni amri kwa waja wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mambo matatu, anta abuduhu wala tushriku bihi shay'an, la kwanza mmwabudu yeye na wala msimshirikishe yeye na chochote. Hili ni jambo ambalo Allah analiridhia na ni amri ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Jambo la pili, nishikamaneni nyote katika dini ya Allah subhanahu wataala. Hili ni jambo ambalo Allah anaridhia kwao, ni jambo ambalo Allah kaliamrisha, kisha akasema wala yatafaraku, na wala msiachane, msifarakane, msikhtilafiane. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wataala, kwa sababu ni jambo ambalo Allah anaridhia na Allah anapoamrisha jambo hilo, jambo anaridhia, na anaporidhia jambo hilo, jambo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili nusra ipatikane, kwanza, zipatikane ibada za kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pili, watu wawe wamoja, isio kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hii ni tabia ya Mayahudi na wengine kwamba kila kundi miongoni mwao wale ambao waliyetengana katika dini kila kundi katika yale waliyokuwa nayo wanafurahia kwamba wao wako katika uongofu wao ni wachamungu. Hii ni tabia ya Mayahudi na ni oh, tabia ya Manasara na Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam ameikataza kwa Waislamu. Kala rasulu sallallahu alayhi wasallam man salla alaihi salatan sallallahu alayhi ashar